Iva sister, una nini wewe? Ama una kiranga gani? Uwesishakuambcha mazoea na mimi ufanye mambo yako, mimi fanye mambo yangu. Kwa nini unaingia katika mpaka wangu na kwa nini <laughs> kwa nini unaingia katika imaa yangu labda nilichokufuatilia kitu gani? Kuifukuza itakatia kwa mundani ndio nimekufuatilia. Sikiza nikuambie, wewe ni mtoto wa kike Inapaswa umundani, nione vijana watoto wa kiume wanakuja umundani, nasema namna mimi nimepata mashemeji na, na mdogo wangu unaletea wa wanawake wa nini? Badilika mdogo wangu, wewe ni mwanamke usiwe kama unavyokuwa hivyo. Wanaume wewe kumchefua mimi nilete wanaume umundani, akati mwenyewe ni mwanaume, eti mwanaume kama wewe, mwanaume kweli? Mkono wako jua umechuchuma, si siukejea umesimama kama wanaume wenzako Dada da, da, kubwa unasemaje? Wewe sasa nisikilize hapa, kuna nyinyi wala nyinyi, nikojua nimesimama, nikojua nimekaa, lakini kumbuka, mimi ndo mimi ndiyo kiduma umuundani, eti achana na mimi, eti umuundani sasa. Yaani, wewe fanya ujuavyo, jua mimi ni dada. Hey! wewe na nitabakia kuwa dada, na nitasimama katika misingi kama dada. Huwezi ukafanya unavyotaka wewe. Nisikilize wewe, ni dada mimi, ni kaka. Siku zote mwanamke anakuwa chini, mwanaume juu. Funga kopo hilo. Sasa tutaona mundani, nani kidume au nani mwanamke. Unajifanya mwanaume, wewe ni mtoto wa kike. Badilika mdogo wangu, badilika na wewe. Urumugora gore nuigire urumugabo turabona mumunzu na munzu nandakwereka wewe. <laughs> yana baba kubwa bibi zimeisi, mm, sio baba. Mhm, niambie ilikuwaje na ilikuwa ni wapi? Mhm, mm, niambie ilikuwaje na ilikuwa ni wapi? itakuwa wapi shughuli ba Nimeenda zangu nipaja moja mbili tatu. Na kunya moja mbili tatu kama unavyonijua shuga yangu. Sijaroga kwenye sekta zangu. Ni kwa hiyo ni bana niende chuo na kutana na Suleya. Na kile kidada cha siku hiyo kile kile kisichana kile. Wamekaa na kunywa zao. Mimi tena shobo, nimsalimie Suleya mambo. Kanyama za kimya hajaitika. Mm, nikasema niondoke. Naondoka chuo narudi arudi na kutana njiani. Ah, nisa, hey, sure. Na anaweza wa sister vipi? Eh, hey, nikashtuka kwanza. Mbona kaja hivi juu? Hivi wamia kuniita Australia. Unaviona mimi naenda na Australia mimi. Mimi jina langu Sule. Naitwa Sule boy. Tena ukiendelea kuniita Australia. Kachomwa kisu. Unaona kikisu? Kitakuwa mali yako. Nitakutoboa toboa mwili mzima. Shuka yangu nilichoka. Nilishoa ni ni mpaka na pose. Ni maana nikwambiaje? Sasa hivi mtoto amekuwa balaa. Sijui anajinikabuli. Sijui ana balaa gani lilompanda. Haya, mwenzetu mdogo wetu ndio huyo unavyomuona, inabidi tupambane tu mdogo mdogo tuwezi kumuweka sawa, maana yule ni mtoto wa kike na sisi ndo dada zake, inabidi tupambane hivo hivo, mwenzangu. Hmm, shoga, tupambane tena. Mimi aka natoka katika hilo kundi, maana hapa nilipo naogopa akini kuta kwa vile viso avonaonyesha bado, ndio nataka kumfatafata chuo wangu, naogopa tena, siwezi. Wewe unachogopa kitu gani? Yule ni kama mdogo wako kwa ila. Pole shuga yangu, niombe tu msamaha kwa ajili yake. Sawa shuga yangu, nimekuelewa ila mie tena samona kama kituo cha polisi hapa nilipo, nimekaa natetemeka. Akikukuta kwenu haupo, akikufuata hapa naisi atasema tena vile vile, naogopa. Unajua naogopa? Maana ile alionyesha sura yake na mwenyewe maneno yake alikuwa anatamkia mpaka naogopa, shuga yangu. Mume wangu naam, unajua vitu ambavyo unanifanyia, unanifanya una niwe nakuwaza kila wakati, yaani natumia muda mwingi sana kukufikiria, na sasa hivi natamani hata nikuzalie hilo. Enyeknazilo hilo Inawezekana maana pa kuna jamaa yangu mshikaji wangu mmoja na daktari anakaa hapo mbopo, nikienda nikimpangilia like misondo kila kitu anaelewa. Eh, hey, mma mtu, alafu kitu kingine, mma mtu, mimi nataka kuoa nikuikendani, ee lazima hey, nikuoe kweli Kitokea hivyo nitafurahi sana. Sana, tena ni kitu ambacho nakiomba kitokee hata leo Ete. Sasa, mama mtu, sikia. Mimi leo night nataka uvae upendeze out. Sasa e? Sitakuwa usiku jamani. Sasa usiku usipo na mimi tena tunaenda sehemu fulani ukumbi mpya hapo umefunguliwa. Kuna DJ fulani amekuja anaitwa DJ amekuja, DJ Vam, anapigila misondo huyo, ana ngoma kali, yaani akikupigia ngoma yaani mpaka mwenye unachizika fulani, afu unasikia mwenye pale, mimi mtawala najulikana namba chafu 45 ukamone, mami, na tano kuna wanangu kibao, ukamwona shemeja yako Maamina yupo, DJ Mzizo wote wapo hao. Pale mimi utawala, vile ndugu zangu tu amna shida yote, akutambulishe kwa wanangu. Iva. Sa, wanangumoyo hey, umemchagua yeye, wala sina mwengine, hakuna zaidi zaidi ya yeye sitakipenda, pengine na hii nafasi yake siwezi siwezi mpa mwengine

sina mwingine, kuna zaidi ya yeye, sitakipenda pengine Odi, niya, na hii nafasi yake. Mbona mwingine shida nini? gonga gonga tu ovyo mlango, unanizamu wewe kwa ina maana ke hujui kuingia kwenye kiustalabu kwenye miji za watu ama kwa shukuru Mungu, familia yenu, Mungu anaipenda hii familia yenu. Leta ingefungua mdogo wako mlango leo, zingetembea ngume ambazo zisingekuwa na rangi njano nyekundu bluu. Oya, huu mguu ni kwa ajili ya mdogo wako, sababu umetoka le nje. Nakufikishia taarifa kwanza, huyu kenge nimemkuta ndani. Hiyo ndo salamu ama sihitaji kutoa salamu, ila ngoja taarifa nikufikishie, mdogo wako anatembea na mke wangu mimi, na nikija kukundua mke wangu ameharibika, ndio mtajua mimi kama naitwa buda laya, maana ukiita anakuja kwa ugomvi AK last man. Sasa sikiliza nikwambie, yaani nimesimama hapa nikajua unaongea kitu cha maana. Huo ujinga na upumbavu uliokuleta hapa nyumbani na upeleke huko tena, sitaki kusikia kelele katika nyumba yangu mimi. Eti wewe, sikiliza nikwambie, kama ulikuwa unaona wewe mwanamke wako anakupenda sana, kwa nini akakuacha? Baba jichunguze. Bravo. Mi naleta ujinga hapa, sindivyo? Kwa mimi naongea kitu cha kimafisa wangu, nikwambia ukweli. Umeona macho pili, kija kuleta mguu wangu tena hapa mahali hapa, mdogo wako basi ujue yuko mochwari. Yani ni maiti huo, ni ujumbe mwambie mdogo wako ameatimba hapo, ndo tunajua cheche kule, cheche kulanga namba chafu, last amani buda, ndo mimi hapa nimemaliza, serudi tena Mkosa haya mkubwa, kila mora kelele kelele. Kama unaona mwanamke wako akakuacha, sujichunguze baba, jiangalie, shida nini mpaka mtoto wa kike anakuacha, anamfuata mwanamke mwenzake? Jichunguze yaani. Nimekuwasikai kwa amani, nimekaa zangu, nime relax, watu wanakuja kunisumbua sumbua tu. Shida gani wewe wewe, mbona unapenda kunifatafata sana? Yaani toka huko tulikotoka na kukimbia wewe huko tu kunifatafata kama bata na watoto wake. Unatafuta nini kwangu? Nilishakwambia sitaki, sikuhitaji, sitaki, sitaki, sitaki unifatafate. Nisikilize, naomba ukae, okay, mbali na maisha yangu. Uwe nani kwangu? Wewe ni nani kwangu, Mina? Ngoja nikwambie mimi, nina mamlaka kukufuatilia nyayo mpaka nyayo. Wewe ni mali yangu Mina, na ngoja nikwambie kitu kimoja, michezo ambayo ulikuwa weso unaificha kwa sasa hivi naanza kuifahamu. Mtaa mzima huu wanafahamu michezo michafu ambayo unaicheza Mina. Mina, kwanza ni aibu kubwa sana, unafanya mapenzi jinsia moja na mwanamke mwenzako kweli, ule tomboy, Mina? Basi vizuri. Umejua sasa, umejua kweli? Sasa nisikilize, kama una kumbukumbu kumbu, ulishawahi kuniuliza kuna nani ambaye ananipa vitu ambavyo wewe umeshindwa kunipa? Sasa huyo nimsemea hapo, ndo ananipa vitu ambavyo wewe hujawahi kunipa na hutoweza kunipa, Mina. Kumbuka wewe ndio umenishika kwa mapenzi, Mina. Nilikuwa nimesahau kitu kinachoitwa mapenzi, Mina, katika maisha yangu. Mina, bado nakuhitaji sana, moyo wangu bila wewe wala siwezi kuita mimi. Mina bado nakuhitaji mimi ndo niloingiza kwenye mapenzi sasa. Basi, kama mimi ndo niliokufanya wewe uingie kwenye mapenzi na mimi, huyo huyo ndo nakutoa kwenye mapenzi okay. Sawa, nenda kamwambia huyo mpuzi wako Tomboi wako, kwanzia leo unavongea hapa, nikija kukutana naye macho kwa macho, huyo ni adui wangu mimi, ama zake ama zangu. Hapo hapo na nataka unisikilize vizuri sana ukitaka kumfanyia kitu kibaya yule basi, hakikisha unaanza na mimi kwanza. Wewe, wewe, sawa tu, we nenda, si umeamua kufanya hayo wewe? Sawa, nenda tu, ngoja nikwambie kitu kimoja, nikija kumkamata huyo tomboi wako

kenyaga mtu wa toki salama. Kwa taarifa yako, leo ndo utajua kati mimi na wewe nani ume, mke, nani? Well, mimi mimi na ni mwanaume au mwanamke nani, unasemaje? Mimi sio mwanamke, mimi naitwa sure mnyama. Alafu sikia, nimekutafuta kishenzi. Yaani, yaani watakusomea kesi kubwa baba. Kwa nini umeenda kwa sister, afu aitoshi umeenda kwa, kwa mama mtu wangu mi. Oya, oya, uko nina msumbua mama mtu wangu? Ujue kama yule ndiyo uvungu wa yangu. Oya, nisikilize sasa, naomba utule, naomba utulie. Popote ndapokuona na mama mtu wangu, popote ndapokuona na mke wangu. Oya, mimi na machafu arobaini na tano dogo Sule, nitakuumiza kwa mwanangu. Tula mkono mida mwanangu. Oya, vipi, unasemaje? Nitule tamba natamba, sio kasiri langu, sio kasiri la buda nani? We nani? Oya, mimi ndo sure na bachafu. Mtaa mzima waanijua, anachafua alafu. O, mara ya mwisho, sadi ya mwisho unakuja kama mtu wangu. Oya, sikiliza sikiliza, hii ni onyo na kupa mwanangu, umguu wangu, utapoona tena hapa kwako, utapoona tena kwako. oya nakuja kukuchafua na kukuchafua, nino la mwisho kukumalizia. Unamuona mimi, muone kama kitu cha polisi Ukame. kama kama ulivyokoma kwenye zio la mama, na hii nafasi yake siwezi mpa mwingine. Kaa kilini, mwanangu ana wajikuta sule. Sasa tutaona asiyefunzwa ah, na mamae atafunzwa na mawe, na mimi ndo mawe, nitakufunza takunyoosha. Ii vita inaanza. game gemu, the ova, tutakutana micheza vitaji asila oi, budalaya ndo mimi, ukinita kwa moyo na kuja kwa fujo umeatimba.